Ujambo na karibu, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Kufuatia machafuko ambayo yanaendelea nchini Tanzania, kumetokea na kifo kimoja cha mwalimu kutoka nchini Kenya. Sasa siku ya leo bunge la Kenya limekana la kujadili mambo mbalimbali ikiwemo mbali, mojawapo bunge la Kenya limedai mwili wa mwalimu huo uweze kurudishwa haraka iwezekanavyo. Kenya yataka mwili wa mwalimu aliyeuawa kwa kupigwa risasi na polisi wa Tanzania urejeshwe haraka iwezekanavyo. Mwalimu raia wa Kenya anayejulikana kwa jina la John Okosi Oguto aliyeuawa kwa kupigwa risasi jijini Dar es Salaam, Tanzania, ameripotiwa kuwa miongoni mwa walioasilika wa, wa vurugu za kisiasa zilizotokea hivi karibuni. Marehemu alikuwa akifundisha katika shule ya Sky School Kinondoni na alikuwa akijiandaa kurejea nyumbani, nyumbani baada ya miaka kumi ya kudumu nchini Tanzania. Familia yake nchini Kenya imeomba serikali ya Kenya kuingilia kati ili kusaidia kurejesha mwili wake ambao hadi sasa haujapatikana katika chumba cha kuhifadhia maiti. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameeleza wasiwasi kuhusu mazingira ya kifo chake na hatua zitakazochukuliwa na mamlaka za Tanzania. Katika kikao cha bunge, mbunge Babu Oini amesimama na kuulizia swala hilo kwa msisitizo mkubwa, katika serikali ya Tanzania itoe taarifa ya wazi kuhusu mazingira ya kifo hicho, hatua zilizochukuliwa, na hatma ya mwili wa marehemu. Kauli yake imeungwa mkono na baadhi ya wabunge waliotaka waliotakwa waliotaka suala hilo lisifunikwe kwa ukimya. Hiki ndicho ambacho kinachojiri pale nchini Kenya kufuatia kifo cha mwalimu huyo ambaye aliokuwa akifundisha nchini Tanzania kwa takribani miaka kumi. Wadau mbalimbali wametoa maoni yao, nikianza na huyo wa kwanza akasema, bora hata nikaishi Kenya, ona viongozi walivyonyooka. Lakini kuna huyu mwingine akasema, jirani mmeanza kuchangamka huyu mwingine amesema kuwa hili ndio bunge sasa. Huyu mwingine amesema tunajua mwalimu hu, huo mwili hawana Kenya bana. Lakini kuna huyu mwingine akasema bunge likiwa kwenye kazi ya taifa ni moto. Lakini kuna huyu mwingine huyu anaonekana ni Mkenya, amesema na mwili wasipoleta wa Kenya hakikisheni part 2 inafata. Lakini huyu mwingine akasema wanataka wale mishikaki wanang'ang'ania maiti za watu za nchi ya ajabu hii. Lakini mwingine amesema aisee. Lakini mwingine anasema tuondoke, o Kenyan. Lakini mwingine amesema bola. Lakini mwingine akasema babu oini, lina akili kingemse hili jamaa. Lakini kuna huo mwingine akasema tayari, huko beseni limeshakwisha toboka lakini kuna huyu mwingine amesema njoni, hata siye ndugu zetu hatujui wamewatupia wapi. Hiki ndicho ambacho kinachoendelea kujiri, kwani mwili huu ulisemekana kuwa ni mmoja kati ya wahanga waliopigwa risasi kufuatia maandamano yaliyokuwa yanaendelea nchini Tanzania. Nini maoni yako? Nini mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section. Naam, kwa taarifa mbalimbali, endelea kuwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.